Nguvu za kiume zinapokuwa hafifu wanaume wengi hutumia mbinu hii. Nguvu za kiume zinapokuwa hafifu wanaume wengi hutumia mbinu hii. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio maraku ya kwanza unaingia katika channel hii, hii ni channel maalum itakayokusaidia na kukupa elimu ya magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Siku ya leo nimepokea ujumbe unaosikitisha sana kutoka kwa dada huyu. Hebu wote kwa pamoja tuweze kusikiliza. Anasema, dokta, nimekuwa nimekuwa mmoja kati ya wafuatiliaji wazuri wa, wa mafundisho yako. Anasema kuna hili la mwanaume kumfikisha mke wake kileleni. mimi ni mhanga wa hilo ni mume wangu hajawahi kunifikisha hata siku moja. Dakika tatu ni nyingi sana kwake, na ni mtu anapenda kujiweka bize sana na simu yake, na amekuwa ni mtu wa kunikasirikia sana mimi. Hadi sasa tunaishi lakini ni kama tumetengana. Okay mtazamaji, uh, ni, ni jambo ambalo linalos tisha kidogo, ukijaribu kuliangalia na kulitathmini namna ambavyo mwanamke huyu ana maumivu ndani ya moyo wake, lakini silaha pekee ya mwanaume huyu anayoiona ni kuwa bize na simu yake, anakuwa nakasirika kukasirika. Maana yake ile ni self au defense mechanism ambayo mtu anakuwa anaitumia kwa ajili ya kuweza kujilinda ili asiweze kuulizwa. Kaka mmoja akawa ananiambia daktari, mimi muda mwingine nilikuwa paka lina ninazusha safari ili tu niweze kumwepuka mke wangu asiniombe wa tendo la ndoa. Kumekuwa na wanaume ambao wanapitia changamoto kama hiyo. Wanandoa mnaonifuatilia hapa katika chaneli yangu ya YouTube, especially hapa YouTube, kumkasirikia mwanamke wako sio suluhisho. Kuwa mkali, kuwa bize na simu sio suluhisho. Nguvu za kiume ni gonjwa ama ni sehemu ya magonjwa ya lishe kama magonjwa mengine, na yanaweza yakatibika. Dokta Kuboja anatoa matibabu maalum ya asili kwa ajili ya changamoto hii na dawa moja ambayo inaitwa mkombozi wa ndoa dawa hii ni maalum kwa ajili ya mwanaume mwenye changamoto hii ya nguvu za kiume kwa hiyo endapo wewe ni mwanaume ambaye unepitia changamoto ya nguvu za kiume njoo tukusaidie usiwe ni sehemu ya kuleta kisirani ndani ya nyumba usimnunie mke wako usimkasirikie badala yake kaa na mke wako mzungumze kili udhaifu wako Dada mmoja akamwambia mume wake, nimeongea na dokta, unatakiwa uweze kwenda kuongea na daktari. Mume wake akani, akamwambia siwezi kuongea na mtu mimi kwa njia ya simu, wakati simuoni, nataka niongee na huyo daktari personally. ili niweze kuongea naye. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna excuse ambazo wanaume wengi wanazitengeneza, lengo hasa ni kutaka kuweza kuepuka aibu, lakini haitokusaidia chochote. Nini kitakachokusaidia? Ni kukaa we na mke wako mkazungumza. Lakini sio hivyo tu, kwa daktari Kuboja hutopata matibabu tu ya nguvu za kiume, nitakufundisha kwa nini umekuwa na shida ya nguvu za kiume. Nitakuelekeza na kukupa mbinu namna na ya kuweza kudhibiti tatizo hili lisijirudie tena lakini pia nitakufundisha namna ya kuweza kubadilisha mtindo wa maisha. Wanaume wote ambao wana changamoto hii ninawaweka katika program maalum. Hii ni mentorship ambayo ninawafuatilia mimi mwenyewe na masomo kama haya, muda mwingi, wanaume wengi wanapenda waweke private. Wanaume wengi wanakuwa wananiuliza hauna group? No, ni masomo ambayo wanafanya private kwa mwanaume mmoja mmoja as long as uwe tayari kuweza kunilipa gharama yangu ambayo nitakayokuelekeza. Ukishanilipa baada ya hapo, nitakusaidia changamoto yako na utapona. Mwanamume mmoja nilikuwa naongea naye, amekata tamaa kabisa, ambaye, daktari, nimeshapoteza pesa nyingi sana. Nikamwambia kuna uwezekano mkubwa mpoteza pesa nyingi, lakini haujapata watu sahihi wa kuweza kusaidia changamoto yako ya kushindwa kuimili tendo la ndoa. Kwa hiyo endapo wewe ni mwanamke unatazama video hii, niunganishe na mme wako, nipigie simu niweze kuwasaidia changamoto hii, mtarudi kufurahia tendo la ndoa kama ilipokuwa hapo zamani. Kwa majina anaitwa Dr. Kuboja. Endapo unahitaji ushauri na saa kuweza kuongea na mimi, unahitaji matibabu kwa ajili ya hii changamoto, nipigie ama nicheki WhatsApp kupitia namba ifuatayo 0765493